Hapa faya kuna junction ya kwenda Kariakoo kwamba sijui e, Msimbazi A Msimbazi B zeni gerezani eh e, haya mazingira ndio hapa, napo kuna majengo lakini, e, mvuto wa haya majengo na unapoenda huku huku e, huku halimashauri ya jiji e, huku, huku, huku ndo kuzuri sana huku DIT. Hello ndugu Mtanzania uh, kwa mtu ambaye unatoka mkoani, kwa mtu ambaye unatoka mkoani ukifika E, stendi ya Magufuli ambayo ndio stendi e, mpya e, hii ni stendi mpya kutoka ile ya ya Ubungo ya zamani sawa. E, kwa hiyo hii ni stendi mpya ambayo ni muhimu sana ujue ufahamu. E, watu wengi sana huwa wana ndoto e, kubwa ya kufika Dar es Salaam, hasa ambao wako mikoani. Ni vile vile hata mtu ambaye yuko Dar es Salaam ana ndoto kubwa sana ya kwenda aidha Dubai South Africa, Ulaya siji Marekani, na sehemu mbalimbali za dunia sambamba na hiyo na, na ni watu wengi sana nao ambako eh, tuko mikoani eh. Mi mwenyewe nikiwa mkoani sio kwamba niko Dar es Salaam. Mi mwenyewe niko mkoani Iringa, hapa nipo Iringa moja kwa moja eh, kutoka Iringa, lakini eh, tuzungumzie kwa sisi ambao tunatoka mikoani, maana ambao tunatoka mikoani wengi ndoto zetu ni kufika wapi? Ni kufika eh, Dar es Salaam, ambao tambao tuko, eh, tuko, tuko sehemu za mikoani sawa eh. kwa mfano kama unataka ulifahamu eh, jiji la Dar es Salaam, jiji la Dar es Salaam kuna sehemu inaitwa city center. City center ni kwa maana kwamba, eh, mazingira kama vile ya posta eh, uko ndo tunaita, eh, city center pote pale panapoitwa azikiwe eh, posta ya zamani E, au unapoelekea kivukoni e, kati hapo katikati hapo hapo ndo, e, tunaita kwamba ndo jiji lenyewe la Dar es Salaam nzima sawa, au tunaita city center. Wanaposema city, e, e, city center, kwa maana kwamba e, ni sehemu ambapo sasa, e, tunaweza kusema ndo ofisi kuu e, Dar es Salaam nzima ziko hapo, na ni kweli kwa sababu hatukiangalia E, majengo ya BOT e, benki of Tanzania, kwa maana kwamba benki kuu ya e, Tanzania au Central Bank e, iko hapo, iko posta, sawa. Kwa hiyo nataka nikuelekeze kwa mtu ambaye labda unatoka unatoka umefika stand ya Magufuli ya sasa hivi e, Mbezi pale, ni Mbezi, sasa inaitwa Magufuli. Kuna sehemu mbili kuna ile Mbezi mwisho ambapo sasa ndo kuna daradara za kwenda kila sehemu e, sijui unataka uende Kawe, Mwenge uh, labda unataka uende Ulongoni tunaita e, Banana, Gongo la Mboto e, Makumbusho. Yani kuna kastendi kako chini kidogo, baada ya kuvuka kuna ka flyover ukitokea pale, pale stand ya Magufuli kuna ka flyover sasa. Mimi nataka nielekeze kitu ambacho ni cha muhimu. Kwa mtu ambaye labda aisha utapanda mwendo kasi. E, mwendo mwendokasi ni usafiri ambao ni mzuri ambao sasa kiujumla e, unaorahisishia zaidi hata wale ambao ni wageni e, ambao ni wageni, basi usafiri mzuri wa jiji la Dar es Salaam ni e, nini? E, ni mwendo kasi, lakini kuna usafiri mwingine ni wa e, boat e, kidogo lakini usafiri ni, ni, ni, ni wa gharama sana e. Lakini kwa mtu ambao ni mgeni kabisa mgeni kabisa na jiji la Dar es Salaam, basi huu nao ni usafiri ambao ni bora zaidi, e, ni usafiri ambao ni mzuri mzuri zaidi, kwa sababu e, utakufikisha sehemu husika ya moja kwa moja ambayo unakuwa unaenda, e, usafiri wa boat, sawa mm huu -hmm. nao ni usafiri mzuri, wenyewe wanaita boat. Sasa e, wengine tuna penda tutamke kama ilivyo inaitwa bolt, b o l t sawa, naita e, unaita bolt o bolt, usafiri wa bolt sawa, kondo kama kitu kama hicho hapo. Sasa tu, turudi kwa mtu ambaye labda unataka e, ulifahamu jiji la Dar es Salaam, ukitokea stendi ya, ya Magufuli e, kituo cha kwanza ni kibanda cha mkaa mm? Kituo cha kwanza ni kibanda cha mkaa heni. Eh, kituo kinachofuatwa kinacho ni kwa Msuguli eh, kwa Msuguli oh. Kituo kinachofuata ni kwa, msu, kwa Msuguli sawa eh, kinachofuata ni Temboni ndugu mtazamaji, Temboni sawa ya yeah. Kituo kingine kinachofuata um, sorry Yeah, hivi ni vituo ambavyo natakiwa vielewe. Kuna kibanda cha mkaa, kuna kwa msuguri, kuna temboni, halafu kuna sehemu inaitwa uh, suka uh, kuna nyingine inaitwa suka sawa uh, kuna kituo kingine uh, kinaitwa nini, tunaita uh, stop over uh, kuna stop over. Hivi ni vituo ndugu mtazamaji, ambapo kama unasafiri basi huu unaelewa, na kama umekusudia kwenda wapi ni wapi. Lakini hapa nakutajia vituo ambavyo e, vinaenda au Kariakoo au moja kwa moja mpaka Kivukoni, kwa maana kwamba kuna baadhi ya wengine wanakuwa wanaenda labda kule e, Kigamboni. Sasa hapa nitakutajia kituo ambacho ai, e, e, laini ambayo inanyoka moja kwa moja mpaka Kivukoni. E, hapa ni sehemu yote ambayo hata wewe unataka kutalii jiji la Dar es Salaam lilivyo, maana niseme tu kweli, kama unataka kujue jiji la Dar es Salaam e, basi tembea hii ya kuelekea Kivukoni hapo kidogo, ndo unapofika pale tunapoita city center, ukianzia maeneo ya e, DAT au tuseme tu kuanzia fire, kuanzia maeneo ya fire hapo kidogo, ndo jiji la Dar es Salaam linaanza kupendeza kidogo, kwa kulitazama e, ndo unaanza kuliona e, jiji la Dar linavyoanza kupendeza kuanzia fire hapo e, fire nenda mpaka Kivukoni kidogo hapo. Eh, kuna kamvuto utakaona ile eneo kutoka faya mpaka kivukoni, eh, ukiwa hata kwenye mwendokasi eh, ni kutolea tu mfano, ukiwa kwenye mwendokasi hapa jiji kidogo ndo linavutia kutoka, eh, kutoka faya mpaka eh, kivukoni. Sasa hapa kutoka baada ya stop over na kuelekeza sasa, kama nataka ulishangae kidogo jiji la Dar kwa mtu ambaye anatoka mikoani, sawa eh, tunalichofuata ni kituo kinaitwa Kimara eh. Baada ya stop over ni kituo kinaitwa Kimara zeni. Baada ya Kimara kunaitwa Korogwe eh. Korogwe, kuna kituo kingine hiki ndo kinaitwa Korogwe zeni. kuna kituo kinachofuata ninaitwa Bucha. Haya ni mazingira ambayo natakiwa uyaelewe, kwa mtu ambaye labda eh, ni mgeni wa jiji la Dar es Salaam. Ndugu mtazamaji, eh, ni muhimu sana ukaifuatilia hii video kwamba unapofika Dar es Salaam basi uwe kama mwenyeji eh. uwe kama mwenyeji eh, kwa sababu nimelitaja jiji la Dar es Salaam, kwa sababu watu wengi tulioko mikoani tuna ndoto kubwa kulifahamu jiji la Dar. Kwa hiyo mimi nimekurahisishia, kwa kama unataka kwenda, unataka ushukie sehemu fulani, basi nimekurozeshia hivi vituo. Ni muhimu sana ukavifuatilia, hili ndio jiji la Dar kio unapita eh, kwenye hivi vituo. Kingine kituo ambacho kinafuata ni nani tunaita Baruti Sawa e, hapa kituo kinachofuata ni Baruti sawa. Alafu kuna kituo kingine kinachofuata hapa tunaita Kona e, ni kituo kinachofuata kingine kinaitwa Kona Sole, kinaitwa Kona mm -hmm. e, baada ya kituo hiki e, kinachofuata hapo ni Kibo e, Kibo ndo sehemu ambapo kuna kanisa la Gwajima. Hapa Kibo ukiangalia upembeni kidogo upande wa kulia E, kama unaelekea uelekeo ambao nakutajia kama unaelekea labda kivukoni, sawa. Kibo ndo kuna kanisa la Gwajima, sawa. Hapa e, ndo kuna kanisa la Gwajima upande wa kuria, sawa ya yeah. Baada kutoka hapa kuna sehemu inaitwa Ubungo Maji eh. E, Ubungo Ubungo Maji sawa. E, Ubungo Maji hivi ni vituo. Kuna kitu kingine kinaitwa Ubungo Ubungo sasa chenyewe tena e, ndo vituo hivyo hapo sawa. Ubungo chenyewe eh, hapa hapa, ukifika kidogo hapa, um, kabla hujafika kwenye kituo ile tunaita hapa, ndo kutoka Ubungo maji hapa, Ubungo maji unaingia kidogo, ndo unakutana na flyover. Eh, hii flyover nyingine inatoka Tazara, nyingine inatoka Mwenge sawa eh, nyingine inatoka Mwenge sasa, hii nyingine hii ndo moja kwa moja uh, inaenda wapi? Inaenda tunaita inaenda sasa kivukoni. Eh, hapa kabla ya kuingia Ubungo kabisa kituo kinachoitwa Ubungo eh, unaiface eh, una ndio unakuwa unaiona flyover ile, daraja tunaita daraja la juu, ndugu mtazamaji, daraja la juu sawa eh, upande wa kushoto unakuwa unaelekea kama unaenda Mwenge eh, kwa maana nyingine inaita labda uko Mlimani City eh, Mlimani City ndio sema, ambako nao iko maarufu sana eh, au eh, chuo kikuu cha Dar es Salaam kiko upande wa eh, kushoto E, unapokuwa unaenda Mwenge huko ndo upande wa e, upande wa e, kushoto e, unaelekea huko e, Mwenge mawasiliano e, e, ndo upande huo, kama unaenda hata e, mawasiliano e, hili ndo jiji la Dar. Kwa upande wa kushoto unaenda Mwenge kama nilivyosema, e, mawasiliano hapo e, mara e, kuna sehemu ndo inaitwa sasa chuo kikuu e, cha Dar es Salaam UDSM, eh halafu Mlimani City ni hapo hapo, sawa zeni mpaka huko mwenge, unaku unanyoka, unanyoka moja e, kwa moja huko sawa e, au wengine tunaita e, upande wa kulia e, upande wa kulia e, kuna magari ambayo yanatoka e, Buguruni huko Tazara tunaita e, labda Temeke e, magari yote yanatoka huko u upande wa nini e, upande wa kulia kama unashuka kuelekea Kivukoni, sawa. Sasa hapa hapa ni katikati, nimesema maana yake hapa katikati, Ubungo maji na ub Ubungo, I'm sorry, Ubungo maji na Ubungo ya yeah, Ubungo Ubungo maji na Ubungo katikati. Hapa ndo kuna flyover hapa, maana yake unaifuata sasa. Baada ya kupita hii flyover ndo unakuja Ubungo, sawa. Ndo kitu kama hicho hapo ndugu e, mtaza maji, sawa um, baada baada ya nini e, baada baada hiyo tunaita Ubungo sasa. Eh, kinachofuata eh, tunaita ni nini, tunaita kituo kinachofuata sasa ndo tunaita nini Shekilango eh? hmm. kituo kinachofuata eh, kinaitwa Shekilango eh, kituo kinachofuata kinaitwa Shekilango hapa then... ha, Shekilango ndo sehemu ambapo uh ofisi nyingi za mabasi yanayoenda mikoani ndo zimejaa hapa e, Shekilango hapa, nyingi sana ndo ofisi. Hata kama unataka kutuma mzigo wako e, au umepokea e, mzigo uh, kutoka e, mikoani, basi asilimia kubwa, watu wengi ndo wanaenda kucho e, wanaenda kuchukua hapa, hii sehemu hii e, sehemu inaitwa Shekilango ndo kituo kikubwa cha nini cha mabasi yaendayo e, mikoani e, mtu unaweza kupokea hapo E, paseli yako kutoka mikoani, hata wengine waliopo jiji la Dar es Salaam lenyewe huwa ndio sehemu ambayo wanapenda sana kufanyaje, kutuma e, sehemu ya kutumia mizigo kwenda mikoani e, hivi e, sasa tunasema kwamba e, kupitia mabasi e, sehemu so, ya, nini? O, sehemu ya Shekilango. Kuna kituo kinachofuata hapa e, baada ya Shekilango e, kinachofuata ni Urafiki. Uh, kinachofuata ni urafiki eh? Mm, kinachofuata ni urafiki um. Baada hapo kita, kinachofuata kituo kingine ni tunaita tip top, eh? Yeah, kingine kituo kinachofuata ni tip top hii, uh, tip top uh, inaunganishwa sawa. So, uh, kingine kinachofuata uh, ni kituo kinachoitwa Manzese nadhani, kituo Manzese Manze e, Manzese ndo kituo kinachofuata um, ifo. Kingine kinachofuata ni aa Argentina e, Argentina um, ari Argentina hiki ndo kituo kingine ambacho kinafuata. Kituo kingine ambacho kinafuata, ndugu mtazamaji, ni Kagela e, kuna kituo kingine kinaitwa Kagela. Hivi ni vituo ambavyo vimenyoka unapoelekea kivukoni uh, ili uifahamu jiji la Dar es Salaam eh. Baada hapo Kagela eh, kituo kinachofuata ni Mwembe Chai eh, Mwembe uh, Mwembe Chai mm, Mwembe Chai zeni kituo kinachofuata kingine, ndugu mtazamaji, baada ya Mwembe Chai um, hapo unaenda Usalama eh, unaenda Usalama, kuna kituo kingine kinachoitwa Usalama mm. Kinaitwa kinaitwa usalama e. Baada ya usalama tunaita nini e, Magomeni e, kinaitwa Magomeni ndio e, kituo kingine kinachofuata Magomeni e, kingine kinaitwa e, baada hapo Magomeni ndio kuna utakutana na junction ambayo hiyo junction inatoka e, tunaita gari ambazo zimetoka labda Machinga Complex e, au Kalume hiyo e, kuna njia fulani hapa ya kutokea Kalume. E, au Machinga complex yuko sawa, inaenda ina cross ndo inaenda mpaka Masaki e, Msasani Masaki mpaka Koko Beach e, ndo unakutana nayo utaifesi hapo. Hiyo ni junction ambayo sasa inatoka e, huku kama nilivyosema Mwembe Chai au e, Kalume zeni naenda e, Msasani huko e, Masaki e, kama unataka utalii kidogo, Koko Beach maana Koko Beach ndo bichi ambayo ni maarufu sana kwa upande wa Dar es Salaam iko famous zaidi ya e, na ndo wengi huko wanaenda kupumzika. Kama unataka labda ukatalii talii, unaenda huko koko bichi, sawa, lakini tunadili kwanza na hii. Kama unataka kulifahamu e, jiji la la nini la Dar es Salaam, city center tunaita, sawa. Hapa katikati hapa ndo nakuambia kuna, kuna junction ambayo inakuwa inaenda E, upande wa kwa kushoto unaelekea Masaki huko upande wa kushoto sawa, so, sasa baada hapo unaenda Jangwani, eh? unaenda Jangwani um, baada ya Jangwani zeni unafika faya sawa, so, unafika faya sawa, so, unafika faya sasa, hapa faya e, ndo kuna gari ambazo sasa unapiga lakini hapa katikati hapa Jangwani na huku karibu jaipita hifaya, kuna sehemu sasa hiyo barabara ambayo nyingine upande wa kushoto inaenda, kama watu wanaenda Muhimbili, upande wa Muhimbili sawa e, so, e, kama unaenda mtu Muhimbili basi upande wa kushoto kuna barabara ambayo inaenda zeni ndo na kuna ifikia ifaya. Baada ya ifaya sasa e, tuna tunakuja tunakuja tunakuja tunanyoka hapa tunakuja DIT. Mm. DIT, tunakuja DIT DIT baada ya DIT DIT hii ni Eh, Dar es Salaam, tunaitwa ni Dar es Salaam Institute, eh, Technology, of Technology, eh, DAT eh. Sawa hi ki, kichuo ni kichuo ambacho ni cha kwa ajili mambo ya ufundi ki, kama kilivyo musti eh, watu wa Mbeya University of Science and Technology kama kilivyo hicho chuo, kwa hiyo eh, kuna vyuo eh, ambao vinaonekana mambo ya ufundi zaidi, kuna NIT eh, DIT eh, ndio hapa, lakini hapa unapita DIT Sawa so, baada ya kupita DIT unakutana na sehemu nyingine, kituo kingine kinaitwa Kisutu eh. Kisutu nadhani hapa ni maarufu sana, watu wengi wanapafahamu eh, wanalisikia sana ile jina. Kituo kingine hiki inaitwa Kisutu eh. Upande wa kushoto kidogo ukiangalia eh, kuna ugali wa kukaanga pale, wanaita eh, ugali kuna eh, tunaita kuna sehemu fulani watu wanakula na chakula upande wa kushoto hapo. Sawa. Yeah, bado. baada hapo kuna sehemu nyingine inaofuata kituo kinachofuata hapo ni halimashauri tunaita eh, halimashauri halima hali halima, halimashauri ya jiji eh. Jj halimashauri halima halima ya jiji eh. Eh, halima au eh, eh, watu wengine wenyeji wa hilo jiji la Dar es Salaam wenyewe wanaita E, unaweza ukafupisha jiji utakuta wanasema jiji eh, labda tuseme kwenye mabano kwamba nini jiji; muda mwingine utakuta wanasema jiji, eh. Sasa hapa ndo unakuwa na face baada ya kuona kitu kinachoitwa halmashauri ya jiji unakuwa na face nini watu ambao wanajiandaa kwenda Zanzibar, kuna ofisi za kukata tiketi hapo kwa watu wa meli, eh, meli maboti siji unakutana na pilika pilika nyingi ile eneo sawa Doktana, pilika pilika, sasa hapa hapa ndo ndo hapa, hapa maeneo haya ya mazingira hapa ndo kuna majengo sasa, kuna majengo ya hizi ma, gorofa pacha hizi ambazo ndo kimekua kivutio kikubwa sana kama ni uwakilishi wa Tanzania, ayo majengo mawili ya bandari hayo, tunaita majengo ya bandari ya mawili na lingine liko moja eh, yana yako matatu, lakini haya mawili pacha ndo yanaonekana sana eh, kua kama kivutio upande wa Tanzania au kuiwakilisha Dar es Salaam. Ni majengo ambayo mimi ni binafsi nayapenda sana. Ni majengo mazuri sana. Sawa? Ni majengo mazuri sana kwa hiyo e, eh, hata ukifika ile eneo jaribu kuangalia angalia eh, hayo majengo alivokaa. E, eh, na ukiwa tu ndani ya mwendo kasi unayaona vizuri kabisa yanavyopendeza. Ni majengo ambayo yanapendeza eh, vizuri mno. Na tena haya majengo kila sehemu kiwepo Dar es Salaam labda ukitokea Gongo la Mboto huko eh, siji wapi unapotokea siji Mbagala eh, eh, ni, ni majengo somehow wameyajenga sehemu ambayo karibia eh, kwenye jiji la Dar es Salaam, yanaonekana kirahisi, asilimia kubwa yanaonekana kirahisi, na ndio maana ukiangalia kila sehemu haya majengo yana, uh, yana nini? Eh, wanapenda kuyaonesha eh, ni eh, kama kiwakilishi eh, tunaita kusema kwamba ni kama kitambulisho cha jiji la Dar es Salaam yeah. Baada hapo unapokuwa unakunaenda baada ya kutoka hapo unazidi kufurahia eh, kuliona jiji sasa la Dar es Salaam vizuri, tunaita city center hii eh, majengo yamependeza sana hapo yani kuna namna, kuna kuna kamvuto fulani unakaona hapo mazingira haya hapa yani, ukitokea tu kama unatokea Faya kama nilivyosema. Ukitokea tu hapa Faya yani unaona kidogo Dar es Salaam inaanza kupendeza eh, jiji ndo linapendeza Faya DIT Kisutu, pote hapo ni pazuri balaa majengo yanavutia mno, achana ukiingia maeneo ya Kariakoo. Kwa mfano ukitokea hapa Faya kuna junction ya kwenda Kariakoo kwamba siji eh, Msimbazi A Msimbazi B zeni gerezani haya eh, mazingira ndio hapa napo kuna majengo lakini e, mvuto wa haya majengo na unapoenda huku. E, huku, hadi mashauri ya jiji e, huku, huku ndo kuzuri sana huku DIT, Kisutu yani hapa yani mazingira yote yanavutia mno tofauti na ukienda sijui gerezani huko au Kariakoo tunaita yani e, hapa hapa e, mazingira haya haya, jiji linapendeza sana, ndugu mtazamaji, sawa so, e, hapa nazungumzia kwa sisi ambao tuko mikoani e, kama nilivyosema hapo mwanzo watu wengi wa mikoani wanakuwa na nini e, e, tuna ndoto tuna ndoto sana kulifahamu jiji la Dar es Salaam. Sasa nimekutajia mazingira ambayo unaweza kupita ili Dar es Salaam eh, isiwe inakusumbua. Eh, hata kama mtu anakwambia shuka maeneo fulani utakuta ndo upo kwenye eh, mwendo kasi au kwenye daladala labda konda anataja kituo. Sasa wewe unakuwa unaangalia unaweza kalinganisha kwamba hakitaja labda unaenda e, Kagera e, unatokea Mbezi ukienda Kagera, je, ni vituo vingapi ambao unataka upite? ma, e, mazingira kama haya sasa, baada hapo kuna kituo kingine kinaitwa posta ya zamani eh? Posta ya zamani sawa, posta ya zamani sawa, posta ya zamani, posta ya zamani hapo, then ndo tunakuja kumalizia kitu cha mwisho ambayo ni nini? Ni kivukoni hapa. Sasa kivukoni, kama onenda Kigamboni uh, ndo utakuwa unatafuta mambo ya pantombo. Sawa sawa, kivukoni kivukoni, mm kivukoni, kitu kama hicho hapo, sawa, yeah, hizi ndo sehemu ya kunal kulifahamu eh, jiji la Dar es Salaam. Kwa mfano ukifika hapa posta ya zamani utakuna unatazama eh, upande wa kushoto kwako, eh, kama uelekeo wa kaskazini, kuna kabarabara fulani kamenyoka kazuri sana unakuwa unaona eh, upande mwingine, upande wa kushoto unaona eh, mnara eh, wa askari tunaita hilo mtawa azikiwe hapo power precision possibility ile oh, sanamu ya askari unaiona kidogo mbele, kidogo ni sehemu jiji lote hapo ninapendeza. Hata ukipita hapo kwa mguu, ukiwa unatembea tembea, sehemu zote hizi ni nzuri sana. Hapo ndo naliona jiji la Dar es Salaam linavyopendeza. Hizi ndo sehemu kidogo ambayo ukifika Dar es Salaam ukiwa unatembea kwanzia kutoka fire hapa eh, kuja huku sawa, kidogo huku eh, kidogo eh, jiji la Dar es Salaam linaonekana vizuri, lina mvuto zaidi. Achana na mazingira mengine Msasani, Masaki, Masaki kule eh, ni hali ya kama makazi flani, eh? ya watu wenye pesa Masaki na kukuzuri kahewa kazuri sana eh, tumiti miti tupo tuzuri, tuzuri, kule sawa ndo, eh? ndo kitu kama hicho hapo yeah. um, lakini tuishie hapo. Hii ndo e, vituo ambavyo kwa mtu ambao labda umetoka mkoa mkoani e, unaweza ukavimaster kwa mazingira haya. Sawa, kwamba kibanda cha mkaa e, kwa msuguri yeah. Kwa, hata wewe ambao ni mwenyeji unaweza ukatazama hii listi e, sio kwamba mtu yoyote ambaye yuko Dar es Salaam atakuwa atakua anafahamu mazingira kwa kumaster namna hii Sawa? E, kwa kumasti, e, kwa kumasta namna hii huwa ni ngumu sana sawa. Kwa hiyo ni hali tu ya hivi ya, nimesema watu wengi tulioko mikoani ndoto zetu kubwa ni kulifahamu jiji la Dar es Salaam e, vile vilevile huwa tuna e, ndoto kubwa za kufahamu e, nchi za nje e, wengi wanawaza kwenda e, South Africa e, sijui Marekani e, sijui wapi Uraya e, Dubai ndo kitu kama hicho hapo. Sawa. Lakini kwa kuwa tuko mikoani ni vizuri tukafahamu mazingira mazingirae. E, umeipenda hii listi kama umeipenda basi, e, nipe maoni yako hapo. O, kama kuna kituo ambacho nahisi nimekiruka hapa, ni ruhusa, unaweza ukaniambia kwenye komenti ni kituo gani ambacho nimekiruka, basi nawe unaweza ukakitaja. Asante, nikutakie siku njema. Uzidi eh, kufurahia jiji eh, la Dar es Salaam, hasa ukitokea faya eh, kwenda kivukoni hapa, na hata ukitembea kwa mguu, mazingira haya hapa ndo unafurahia jiji la Dar es Salaam. Panapendeza sana ili eneo jamani eh, ndugu mtazamaji, hili eneo linapendeza sana ukitokea faya, eh, kuja huko DIT Kisutu, halmashauri ya jiji posta zamani eh, eh, mpaka hapa kivukoni. Kivukoni kidogo kwa wewe mwenyewe ambao mwen... ni mgeni, utakutana kidogo na nini na shombo ya samaki. Ni kutakia siku njema. Bye.